Hiyo tumeelezwa tumeelezeka tumefurishwa tume na tumeelewa, na ninaamini kwamba kwa wote tutaanza kuzingatia zingatia lishe ya familia lato, na yako na utazame lishe ya jirani yako, ili kuendelee kumwekibisha atubie lishe inayofaa lishe. Kwa hiyo niwashukuru wote kwenye jitihada hizi ambazo zatupelekea katika kuhakikisha tunaondokana na hali ya yaomama ia ya yaliyozungumzwa na wasangulizaji walioshambulia kiliwemo katika tawala ambayo yakuwasilisha hata alizi ya lishe katika mkoa wetu, na hasa ili asilimia thelathini na mbili ya udumavu ambayo sisi tuko juu ya kiwango cha kitaifa ambayo ni asilimia thelathini ya udumavu na <coughs> kwa maana hiyo, wote tujue kabisa kwamba tunayo kazi ya kufanya na kwa wingi wetu, ili tumeanza kufanya hiyo kazi na tunaendelea kufanya hiyo kazi mpaka miaka kumi ijayo tutakapohakikisha kwamba swala la udumavu katika mkoa wa Katavi tumeitokomeza kabisa, na kila mmoja ana afya nzuri, anaishi nzuri, na anaelewa jambo la kufanya. Moja ya jambo la Mheshimiwa Rais ilikuwa ni kwenda ka waobe kujifunza. Tulishalitekeleza hilo, tumekwenda tumejifunza, na baada ya na mikakati mbalimbali, lakini mara baada ya Mheshimiwa Rais kutoa maelekezo, tulianza kwa jitihada za ndani za kwetu wenyewe kuanza kuandaa mkakati wetu wa ndani, kuanza kuandaa kamati mbalimbali zinazotekeleza shughuli mbalimbali, lakini kuanza kufanya hamasa <coughs> na kiyo. Kwa maana hiyo, wakati tulipokwenda Njombe tulikwenda kuongezea maarifa kama Mheshimiwa Rais alikokuwa ametuelekeza, na tuliporudi na maarifa yale, kamati endelea kufanya kazi muisha mambo ambayo tumejifunza kwa wenzetu. Mmoja kati ya jambo ambalo tumejifunza ambalo linafanywa kwa uzuri zaidi ni swala zima la utoaji wa chakula shuleni na ni chakula bora, na kwa sababu tuliweza kushuhudia shule zikiwa zina ufugaji wa mifugo mbalimbali ikiwemo ng'ombe wa maziwa. Sasa na sisi tumeshaanza mkakati huo ambapo kupitia halmashauri ya wilaya ya Tanganyika na ofisi ya mkuu wa wilaya tayari tumekabidhi ng'ombe kwa shule ya chayari, sekondari ya Sikwesa kwa ajili ya kufuga ng'ombe wa kisasa ambaye ameshabebeshwa tayari na mimba, na baada ya muda tayari azaa na shule ile itaweza kupata maziwa. Kwa maana hiyo lishe yao itakuwa imeongezewa kwa kaiparani wa protini ya maziwa, ambao itasaidia mambo mengi protini, lakini na madini mbalimbali na vitamini kadhaa kadaaa. Wanafunzi so wetu hapa mefurahi na kuwa sehemu ya wadau ambao wameshiriki kwenye uzinduzi wa mpango mkakati wa kutokomeza masuala ya udumavu katika mkoa wa Katavi. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais kwa maelekezo yake. Tunamshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa mwongozo wake. Na kwa sababu suala hili Mheshimiwa mkuu wa mkoa ameshatuelekeza na kutupitisha kwenye mafunzo kule Njombe, sisi Tanganyika tumejipanga vizuri kwenda kuhakikisha kwamba tunasimamia upatikanaji na ulaji wa chakula katika makundi yote sita ambayo yanahitajika kwenye mwili wa mwanadamu. Maeneo ambayo tumewekea kipaumbele katika kutekeleza hili, moja ni kwenye maeneo yote ya kutolea huduma za afya ambako wataalamu wetu pamoja na watu wenye kusimamia lishe katika shule zetu wameelekezwa na wamefundishwa kuhakikisha kwamba wanatoa mafunzo kwa kina mama na kwa kina baba wajawazito wa kina mama na wenye watoto wanaozuria kliniki kuhakikisha kwamba wanapata mafunzo ya wa kuandaa chakula kwa ajili ya kuwapa watoto na kuwapa familia. Lakini eneo la pili ambayo tunaenda kutekeleza kwa sababu tumeshajifunza masuala ya lishe ni kwenda kutoa mchango um, wa kuwezesha shule zetu kupata ng'ombe wa maziwa na hapa tuna, tumeanza leo na ng'ombe mmoja wa kupata maziwa kwenye shule za sekondari Sibwesa lakini kwenye bajeti yetu tumetenga takriban milioni tisa za kununua ng'ombe wa nne kwa ajili ya shule nne, milioni nne tunakwenda kuzitumia kuchimba visima vifupi kwa ajili ya kupata maji ya kumwagilia bustani za mbogamboga katika mashule yetu. Na kwa ujumla wake, ili tuweze kufanikiwa tumeona ni vizuri kushirikisha jamii katika makundi yote, aa, wa viongozi wa kimila, viongozi wa dini, viongozi wa makundi yote vijana wenye bodaboda, akina mama nao andaa vyakula kwa ajili ya akina mama lishe na wengine wote ambao ni wadau katika maeneo haya, na moja kati ya jambo ambalo tunaenda kulifanya mwezi ujao ni kuongeza dozi ya pili ya chanjo ya polio ya sindano, ili kuendelea kuhakika watoto wetu wasiweze kupata maambukizi ya ugonjwa wa polio. Hii dozi inayoongezwa ni ya chanjo ambayo inaendelea kutumika, kwa hiyo hakuna mabadiliko yoyote ya chanjo bali inaongezwa ngozi kwa sababu tumeona kuna viashiria vya mlipuko ya magonjwa kwenye nchi za jirani ambazo wa baali, sisi, mpikoza, kwa mkoa wa Tanganyika baadhi tunapakana nazo. Kwa hiyo sisi tukiwa kama viongozi tunajikumbuka la kuendelea kuhamasisha jamii juu ya umuhimu wa kuhakikisha wa watoto wanakamilisha chanjo zao kama zilivyo kwenye ratiba nas tukiwa kama wazazi tunajukuda kuhakikisha watoto wanapata chanjo ili waweze kupata kinga na kuakikisha wanapata ishi hiyo. Haya yote mawili naomba tuendelee kuyasisitiza. Chanjo tunayotumia inethibitishwa na mamlaka ya vifaatiba, kwayo ni chanjo salama, inehibitishwa na shirika lake nyebulimbuni, na ni chanjo imekuwa ikitumika zaidi ya miaka 19 kwa hiyo hapo, kwa hiyo ni chanjo ambayo inafahamika ni bora na nzuri. Kwa hiyo ukiwa kama viongozi, tunawaomba mwendelee kuwa mabalozi, unawaona kuna viongozi wa dini, ukiwa kwenye mbali madhabahu, muendelee kutoa elimu ilia muhimu wa lishe na kukamilisha chanjo hili chato kama ilivyo lishe iendelee kuwa ajenda ya kudumu katika vikao vyetu. Baada ya kupata taarifa ya changamoto hii ya lishe ambayo ilikuwa katika urejesho wa ziara ya viongozi wa serikali kwa mkoa wetu kule Njombe, sisi Chama cha Mapinduzi tulishaanza tulishakutana na makundi matatu katika mkoa wetu kwa mm -hmm, maana makundi ya vijana wanawake <coughs> na wazee. Tulianzia na wilaya ya Mpanda tukaenda mbele, tukaenda Tanganyika, bado katika halmashauri ya Kuii, na tumeshalizungumza hili na viongozi wa chama tuichokwaza kisubiri na maelekezo haya ambayo, ambayo tutakayoyatoa kila mahali ambapo wataalamu wetu watafika, viongozi wa Chama cha Mapinduzi watakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanashirikiana na wataalamu hao na wananchi ili mkoa wetu uonekane kuondokana na tatizo hili la udumavu.